bunge. Siku zote wanasema kilio cha yule anayostahili kusikilizwa na kusaidiwa hakijawahi kupotea. Tumeshuhudia maisha ya Bi Asha Ismail Mponda ambaye ni mlemavu wa macho kutoka hapa Nanguruwe bila kusahau Bi Sofia Ismaili Mponda ambaye ni mdogo mtu naye ana matatizo ya miguu na kutembea kwake ni kutambaa tu. Mara baada ya kuweka taarifa hiyo mtandaoni, watu mbalimbali kutoka maeneo tofauti wameendelea kuchangia fedha, lakini pia hata chakula, bila kusahau sabuni kwa ajili ya kuweza kuwasaidia mama zetu hao. Lakini leo hii, kuna ndugu yetu ametupigia simu na kusema ameguswa mara baada ya kuona taarifa hiyo, na ameamua kutuma kiti mwendo ama wheelchair kwa ajili ya kuweza kumsaidia Bi Sofia Ismail Mponda ambaye kutembea kwake ni kutambaa tu. Hivyo basi kiti hicho kitamsaidia kupunguza maumivu ya miguu anayoyapitia akiwa anatambaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine, na hivyo kizingatia mwenyewe ana mwili na ana kilo, hivyo basi alikuwa anapitia mateso makubwa, lakini kwa sasa kupitia kiti hicho kitamsaidia kutoka sehemu moja kwenda nyingine akiwa anaendeshwa kwenye kiti chake. Kiti hicho nimeenda kukipokea moja kwa moja stendi kwe mabasi ya mkoa wa Mtwara kikisafirishwa kutokea Dar es Salaam. Mara baada ya kupokea kiti hicho, moja kwa moja nimekifikisha kwa walengwa. Mara baada ya kufika nyuso zao zilionekana kuwa na furaha na amani sio kifani, kwani hawakuwaza kama watakuja kupata kiti hicho. Jina langu Sofia Ismaili Mponda, mnasema shukrani sana kwa msaada wenu, au kwa msaada wako waliotoa kiti. Mwenyezi Mungu awasaidie, awape rehema, kila watakachoshika kiwe na baraka. Mimi naitwa Somoye Ismail Mponda, natoa shukrani, huyu mdogo wangu Sofia Ismail Mponda kupata kiti cha kukalia kama anaenda pa jirani, kama nyumbani pangu pale kuja kunisalimia saa zingine, maana alikuwa na tambaro ya nguo anafika pale. Wanaposaidia mdogo wangu hata mimi hali najisikia raha, mi nitazidi kusaidia kumwendesha kwenye kiti chake kama naenda kuongea nyumba jirani hapo, muziki utambaa kwa chini kuma mbigili chini.